Kanuni ya kuzalisha ndani ya kile kidogo ulicho nacho, somo kutoka kwa mtume Paulo. Hata kama una simu ya kawaida, kipaji kidogo au mazingira ya duni, unaweza kugusa dunia. Mtume Paulo alitumia kalamu, barua na miguu yake, dunia ikageuka. Moja kwa moja miaka ya leo, vijana wengi wamefungwa na kauli moja: ni kisaksi ndiyo nitaanza. Wanangojea mtaji mkubwa, kamera bora, ofisi connection, watu wawashike mkono. Lakini mwaka 2026 unahitaji vijana wasioogopa kuanza na kidogo. Watu wengi waliofanikiwa katika Biblia hawakuanza na makubwa, walitumia kile kidogo walichokuwa nacho, na Mungu akaibariki. Mfano mkubwa wa karne zote ni Paulo mtume mwandishi mwanzilishi wa makanisa na mwanzilishi wa mafundisho yaliyostahimili zaidi ya miaka elfu mbili. Paulo hakuwa na studio, kamera, gari, mitandao ya kijamii au mfuko mnene, lakini alitumia kalamu, barua, safari za miguu, kipawa cha kuongea na neema ya Mungu, na dunia ikabadilika. Kutumia kilicho mkononi mwako, hatua ya kwanza ya mafanikio Warumi 12 mstari wa sita Biblia yasema, basi kwa kuwa tuna karama tofauti kwa kadiri ya neema tuliyopewa na tuzitumie. Hakuna mtu aliyetumwa bila kitu ndani yake. Karama ya mwanzo ndiyo mbegu ya mafanikio. Paulo hakutegemea kuwa hatimaye atakuwa na makanisa makubwa, hakungojea awe maarufu ili anze huduma, hakungojea mazingira yakamilike. Alitumia kile kilichokuwepo wakati huo: kalamu kuandika mafundisho, barua kufika mbali kuliko miguu yake ingeweza, maneno kufunua siri za neema, safari kupeleka injili, zawadi ya kufikiri kuunda misingi ya mafundisho. Usiombe maisha yakamilike, anza na yale yaliyo ndani ya mkono wako. Hata kama nikidogo, ni kidogo, ukiweka mikononi mwake Mungu Kitabarikiwa. Paulo asikungojea kuwa na baraka kubwa, alizalisha akiwa katika hali yoyote. Wakorinto wa kwanza 9 mstari wa 22 hadi 23, Paulo anasema: nimekuwa mambo yote kwa watu wote kusudi niwapate wingi kadiri niwezavyo, na ninafanya mambo haya kwa ajili ya Injili. Maana ya kauli hii ni nafanya kilicho katika uwezo wangu Siwezi kusubiri hali iwe nzuri. Alifundisha akiwa safarini, alihubiri akiwa amechoka, aliandika barua akiwa kifungoni, aliweka misingi ya makanisa akiwa hana chochote, aliathiri mataifa bila hata kujenga jumba moja. 2026 inahitaji vijana wanaosema, nafanya kinachowezekana katika hali yangu ya sasa. Wakati mwingine Paulo hakuweza kufika alipotaka, milango ikafungua, alifungwa gerezani au safari ikawa ngumu, lakini hakukata tamaa, aliandika barua. Ni vigumu kuelewa kwamba barua alizoandika gerezani ndizo zinazohubiriwa duniani kote leo. Karatasi zile zile ambazo zingeonekana kama nguvu ndogo, leo ndizo msingi wa mafundisho ya imani ya Kikristo kazi ya mkono mmoja na kalamu moja imefika Afrika, Amerika, Asia, Ulaya hadi leo. Je, Paulo angekuwa kijana wa 2025 angefanya nini? Angetumia simu ya kawaida, safari ya chumba, kalamu ya bei rahisi na kipawa cha kuongea, na bado angegusa dunia. Kwa nini? Kwa sababu Paulo hakutumia kilichokosekana, alitumia alichonacho. Kipawa chako ndiyo mbegu. Paulo hakuwa na sauti ya kipekee kwa rekodi, lakini alikuwa na kipawa cha kufundisha. Hakuwa na kamera, lakini alikuwa na uwezo wa kufikiri kwa kina. Hakuwa na waunda content, lakini alikuwa na kalamu. Hakuwa na mtaji wa kuanzisha mikutano ya kimataifa, lakini alikuwa na miguu ya kusafiri. Hii ndiyo kanuni: kidogo chako kikitokana kwa Mungu kina nguvu kuliko kikubwa cha ulimwengu. Biblia yasema kila mmoja ana karama yake. Karama yako iwe ni kuzungumza, kuandika, kubuni, kuuza, kuhamasisha, kupika au kujenga, ndiyo mbegu ya mafanikio yako ya kwanza. Paulo hakuandika barua kwa sababu alikuwa na amani nyingi, aliandika gerezani. hakuanzisha makanisa kwa sababu alikuwa huru aliweka misingi akiwa na mateso. Hakueneza injili kwa sababu mazingira yalikuwa mazuri. Mara nyingi alikimbizwa, kushambuliwa au kufungwa, lakini leo tunajivunia mafundisho yake. Ina maana nini kwa kijana wa elfu mbili? Usiache kuanza online kwa sababu huna kamera. Usiache kuandika kwa sababu una simu ya kawaida. Usiache biashara kwa sababu huna ofisi. Usiache content kwa sababu huna studio. Usiache huduma kwa sababu huna support. Paulo aliwachia milioni bila microphone. Wewe unaweza kufikia dunia kwa kifaa kimoja mkononi mwako. Kile kidogo ulicho nacho ndicho Mungu hukibariki. Paulo alitumia kalamu, barua zilikaa zaidi ya miaka elfu mbili; miguu, safari zake zikaweka makanisa barani Asia na Ulaya. Kipawa cha kusema kikawa msingi wa theolojia za dunia nzima. Uvumilivu ukawa daraja la kuunganisha mataifa. Shauku ya kuwafikia watu ikawa injini ya mafanikio ya rohoni na mwilini. Hii ni kanuni ya kimungu. Mungu hawezi kubariki kitu haujawekea mikononi mwake. Lazima uanze, hata kama ni kidogo. Usiombe pesa kubwa kabla ya kuonyesha uaminifu kwa pesa ndogo. Usiombe studio kabla hujatumia simu ulionayo. Usiombe, usiombe followers elfu kumi kabla haujahudumia wale kumi ulionao. Katika mantiki ya mafanikio, kilicho mkononi mwako ni mbegu, kilicho kichwani mwako ni maono, kilicho moyoni mwako ni neema, kilicho nje yako ni mazingira visikusimamie. Paulo alijua, usipoandika kitu kidogo leo, hakuna kikubwa kitakujia kesho. Usipoanza kuhubiri leo, hakuna kanisa litazaliwa kesho. Usipoanza na barua moja, hakuna mfululizo wa mafundisho utakaofuata. Hivyo ulivyoanza, hata kama ni kidogo, ndicho kinachozalisha kiwango kikubwa unachotarajia. Mafundisho yake yamebaki milele kwa sababu alianza na kidogo. Leo dunia inasoma Warumi, Wakorintho, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike. Barua moja ndogo iliyoandikwa gerezani, leo inasomwa na bilioni. Kwa nini? Kwa sababu Paulo aliamua kuanza na kile kidogo kilichokuwa mkononi mwake. Mafanikio makubwa hayaji kwa sababu ya vitu vikubwa. Huanza na hatua ndogo, hutunzwa, huongezeka na hukua. Kama Paulo aliweza kuandika dunia wakiwa na kalamu moja, nawe unaweza ibadilisha ukiwa na simu moja. Usisubiri kubwa, zalisha ndani ya kidogo ulichonacho. Je, ungependa kujifunza zaidi siri za mafanikio kutoka kwa Bibilia kwa mtindo wa kisasa? na kinachogusa maisha. Bonyeza subscribe, like na share ili mwanzo wako mdogo uwe mwanzo wa mambo makubwa.